Lakini kwa mkoa wote wa Mwanza ninafahamu tunao upungufu wa madawati elfu sitini na moja, mia nane na nane. Lakini halmashauri ambazo zina upungufu mkubwa, ya kwanza ni jiji la Mwanza, madawati elfu kumi na sita. Leo mradi wenu unaenda kuondoa tatizo la madawati elfu nne, lakini nimefurahi Kibamba meahidi kwamba anakwenda kumaliza kabisa upungufu wa madawati elfu kumi na mbili katika jiji la Mwanza. Mkurugenzi na timu yako nawapongezeni kwa sababu changamoto ni sehemu ya maisha, na changamoto ni lazima ziwepo katika maisha. Serikali imekuwa inafanya jitihada kubwa, hapa imeleta fedha kwa ajili ya mradi wa busti zaidi ya bilioni tisa nukta tisa imetoa jiji la Mwanza, tunamshukuru Rais Samia. Lakini baada ya kutoa fedha hizo kwa ajili ya ujenzi wa shule za msingi na shilingi milioni mia tatu za seku ipo, nafikiri kwa sekondari, serikali imetimiza wajibu wake. Rais Samia ametimiza wajibu wake katika sekta ya elimu. Kwa hiyo mnachokifanya jiji la Mwanza ni kukomplimenti ama kusuplimenti jitihada za raisi. Baada ya kuwa amewajengea miundombinu, nyinyi mnao wajibu wa kuweka madawati, lakini pia kwa hapa jiji la Mwanza, Rais Samia katika kipindi cha siku mia moja ameshaleta walimu sabini na moja, hamsini kwa ajili ya shule za msingi na ishirini kwa ajili ya sekondari kwa hiyo jitihada hizi za kuimarisha miundombinu ya sekta ya elimu zinakwenda pamoja. Bilioni tisa nukta tisa kwa ajili ya madarasa, milioni mia tatu madarasa sekondari. Lakini sasa walimu sabini na moja ndani ya siku mia moja za Rais Samia wameajiriwa hapa na kwa mkoa mzima huu wote wa Mwanza tumepata ajira mpya mia sita na kumi sekta ya elimu na sekta ya afya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, halmashauri ya jiji la Mwanza kupitia idara ya elimu awali na msingi, iliandaa mchakato wa utengenezaji wa madawati kwa shule za msingi zilizopo ndani ya jiji la Mwanza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa mchakato huo ulionyesha mahitaji ya madawati kwa shule za msingi ni madawati elfu thelathini na sita mia mbili sitini na moja na madawati yaliyopo ni madawati elfu kumi na tisa na mia tano na nne na hivyo kuwa na upungufu wa madawati elfu kumi na sita na mia saba hamsini na saba. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, baada ya mchakato wa uainishaji wa, wa mahitaji ya madawati bajeti iliandaliwa kupitia fedha za mapato ya ndani ambapo iliweza kutengwa kiasi cha shilingi milioni mia saba hamsini kwa ajili ya matengenezo ya madawati elfu tano ambapo madawati haya yanatengenezwa kwa awamu mbili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, madawati ya awamu ya kwanza kimkataba ni namba nane moja moja nane Stroke 2025, stroke 2026, stroke G na stroke 258 ambao ulitolewa tarehe 27 Novemba 2025 kwa kampuni ya Salaf Welding and Aluminium Works iliyopo Buhongwa ambapo jumla ya madawati 2939 yametengenezwa kwa gharama ya shilingi na laki nani. Nyanguruguru watapata madawati mia mbili thelathini na nne na Igeregere mia moja arobaini na sita Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Isamilo, Isamilo ndiyo tunakoishi viongozi. Kwa hiyo Nyakabungu B itapata madawati mia moja tisini na moja Yakabungusi madawati tisini na leki madawati mia moja na kumi Mweshimua mkuu wa mkoa kata Rwanima sawa sekondari watapata madawati mia tatu na Bugayamba watapata madawati mia moja thelathini Mweshimua mkuu wa mkoa kule, samie, kule, sidoma, kule Samia kule Kigoma kuna shule inajema Mweshimua raisi Samia wao watapata madawati 350 na shule Nyerere madawati 330. Hii shule Nyerere ni mheshimiwa, ni ile shule ambayo tulijenga madarasa kumi yale wakati ule, ndio tumefika fika hapa. Kwa jumla leo utagawa madawati elfu mbili mia tisa thelathini na tisa ya awamu ya kwanza ya kwanza, mheshimiwa mkuu wa mkoa. Bongo Play TV.